kitu cha kwanza unachotakiwa ni uwe na akaunti ya ajirapoto ambayo imekamilika kwa asilimia mia moja taarifa zako zote umezijaza. Kisha kitu cha pili, hakikisha una cheti cha kuzaliwa kipya, na kama cheti chako cha kuzaliwa ni kile cha zamani kirefu, hakikisha umekibadilisha. Na jinsi ya kuweza kubadilisha cheti chako, au kwa wewe ambaye hauna kabisa cheti cha kuzaliwa, comment neno cheti na mimi nitaweza kusaidia au ingia katika description na video hii, namba zangu za WhatsApp ziko hapo, ni cheki WhatsApp leo uweze kupata cheti chako kipya kwa haraka zaidi na unafuu zaidi. Na sasa tutakwenda kuangalia nafasi hizi zilizoweza kutoka wilaya ya Urambo. Nafasi zilizoweza kutangazwa ni nafasi sita, ambapo ni dereva daraja la pili nafasi tano na sifa ni huo umehitimu kidato cha nne na uwe na leseni ya daraja E au C ya, ya kuendesha magari ambao umeifanyia kazi kwa mwaka mmoja bila kusababisha ajali, lakini pia uwe na vyeti kutoka vyuo vya mafunzo kama VETA na vyuo vingine vinavyotambuliwa na serikali. Nafasi zingine ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, hapa kuna nafasi mbili hapa <coughs> uwe na elimu ya kidato cha nne au cha sita, lakini pia uwe na diploma au stashahada no, uwe na diploma ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 ya uhazili. Masharti ya jumla ni kwamba hakikishe wewe ni raia wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45 na uwe na CV yako. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 2 Desemba 2025. barua yako ya kazi iwe imesainiwa na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo elekezwa kwa Mkurugenzi Mtendaji, halmashauri ya wilaya SLP 170 Urambo Tabora na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli ya FEABOY tafadhali bonyeza neno subscribe like video hii na share video hii kwa wengine Asante.